<laughs> Alafu na sato kubwa wa wow! Yani, kambale ni wengi sana, ee, yani hapa tuna ina maana hii ni mbegu ta wow, au wanazaliana nini? ana sielewi, wengi mno, ama kweli. hatuwezi kukamata mmoja nikampelekea mzee pele. Yetu ni bwawa la kufugia samaki ambalo linaenda sambamba na ufugaji wa bata, ufugaji mseto. Kwa nini tunajenga banda hili ndani ya bwawa la samaki? Kama utizama, ni kwamba bata hutoa kinyesi, hudondosha kinyesi ndani ya bwawa na kile kinyesi ulisha mimea midogo midogo midogomidogo aitwayo phytoplanktons, na phytoplanktons ndani ya bwawa la samaki ulisha viumbe wadogo wadogodogo waitwao zooplanktons, ambao pia baadaye uliwa na samaki. Lakini pia phytoplanktons huzalisha oksijen, hewa safi kwa ajili ya samaki, lakini pia utumia taka, kwa mfano amonia na carbon dioxide, na hivyo kusaidia kufanya bwawa liwe safi na kupunguza sumu ndani ya bwawa la samaki. Ungependa kujifunza kuhusiana na ufugaji wa samaki, tafadhali tuulize katika sehemu ya comments. Aje Farms, mashamba yanayotembea.